Awasaidie nani? Awape chakula nani? Awaimarishe nani? Au anaosaliwa nani awatushe? Au anaokuja nani awasaidie? Mwambie hamna kufa. Mwambie hamna kufa. Ukasema macho mwambie hamna kufa. Mtu asalimini bateseka na magonjwa sana. Amejiombea amesema bora, wewe haufi. Paulo akisema kuna mwiba huko huko ndani.